Watu wanagera kazi yako. Kazi yako inaendaje? Au wewe au mimi unaenda umekuwa una vilele, una kampuni unasimamia. Lakini huna ready kwenye kampuni. Watu wanataka watakuzalao. Mimi wala siangalie tatu zake, wala elimu zake au acha wabeze. Kwa sababu wanataka mafanikio. Kama ni kocha mmoja mwenye mbinu. Unaona ile game na na na Botswana hapa nyumbani, ile game zake. Mtu ambaye anajua kuzuia, ndio in, in, timu in, inacheza hata mechi ya juzi kiangalia Simba na na timu ilikuwa inacheza na ina, ina, ina, ina, ina sio so mpaka unafunga magoli kina huwa kwa maana ni yeye na bila futi futi na matola wanafanya kazi kubwa sana. Ndio napenda kwa watu ambao wanaongea na na na, na, na, na, na kubeza na kuongea maneno yao, acha ongee siku. Kwa nini sisi na Simba tunangalia kazi ambayo pale ilio mleta kazi nzuri, kazi bora. Ni kocha mzuri kwa binadamu yote, lazima ataongea na kwake lakini wasubiri kazi na kazi, tayari imeshaanza kwenye mechi ya ya ya Afrika. Hii ni salamu kwenda kwenye mashindano ya ya jimbo. Hii ni salamu kwenda kwenye ligi yetu. Mzuri na mwenye bidii, mpaka mpaka uongozi wanaamua kuja kukuita pale kukuchukua. Kuna makocha wangapi Afrika hii? Ni wazuri bora. Lakini mpaka pale ana kitu, ana kitu ambayo anaweza Simba akaisaidia. Wewe taboh robo ni waonye. Vita, kwa hiyo unamaanisha kwamba kocha ambaye hivi sasa ameingia ndani ya kabini ya Simba kwamba nyinyi mnamwamini na mnamuona kwamba ataleta mafanikio 100%. Ana mbinu, kocha mzuri, na zake na hata hata stili yake. Kocha ambaye utamuona. Wewe ile game na Borussia, mbona hapa nyumbani Simba over Nyembinu, timu, timu wengine wanakwenda mbali zaidi wanasema eh, anaujua mpira wa Afrika. Nyinyi mmemleta kwa sababu moja tu kuifunga Young Africans eh, ria